Uchumi ni nini? Uchumi manake ni suala zima la uzalishaji, usambazaji na matumizi ya ile bidhaa ambayo imezalisha. Ndivyo kitu hasa kinacholeta maana ya uchumi, kwa sababu tukuzia habari ya uchumi, kama unazalisha sana, unauza sana, unatumia sana, manake ni kwamba uchumi wa utakuwa wa juu nikimaanisha uchumi pia wa familia pamoja na taifa kwa ujumla. Mwanamke amechangiaje katika uchumi? Amechangiaje katika uchumi? Tunaona kabisa kwamba mwanamke anaweza mwana kuchangia uchumi katika sekta mbalimbali, nimoja tuliofika mahali hapa tunakuwa na mashahidi ambao kuna ambao wameweza familia ta na taifa hili kwa njia ya kilimo. wakulima aaanakushughulisha katika kilimo na kadiri kwamba kutokana na taarifa ya FAO, yani organizesheni ya chakula na kilimo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu inasema kwamba zaidi ya nguvu kazi ya asilimia sabini ya wanawake wanaenda jikita katika kilimo. madaktari tunao madaktari wengi ambao wanachangia uchumi wa taifa hili kupitia, kwa sababu pia afya ni mtaji. Wewe leo ukiugua utaweza kufanya kazi? Ukiugua leo utaweza kuzalisha? Hauwezi. Kwa hiyo kuna wanawake wengi ambao pia wamechangia uchumi kupitia afya. Kwa hiyo mwanamke pia ana mchango chanya katika kuzalisha ama katika kujenga uchumi wa Tanzania. Wamama pia kupitia ajira wamekuwa wakichangia nini? Wakichangia uchumi kwa njia ya mishahara ambayo pia wanaipata, ujira ambao wanapewa, wanachangia uchumi wa taifa hili na familia pia. Kwa hiyo ni muhimu kumpa mwanamke nafasi na ya kushiriki katika kuzalisha uchumi kwa sababu kwanza, wanawake ni wengi na wanawake wanakutana kwa pamoja, kwa nguvu moja, wanaweza wakafanya kazi kubwa kuliko wanaume.